Unamsikiliza Apostle Japhet Ndabaha kwenye dakika tatu za uongozi. Rafiki yangu, ukitaka kuwa kiongozi, unaweza usiwe kiongozi mwenye mamlaka kwa sasa, lakini ukitaka kuwa kiongozi, ni lazima ujifunze kanuni ya kuwa mbele ya muda. Kanuni ya kuwa mbele ya muda. Kuwa mbele ya muda ni kufanya mambo ambayo yatakuongezea uwezo wa kesho leo ya kukuongezea uwezo wa kuyakabili mambo ya miaka mingi ijayo kuanzia leo. Kuwa mbele ya muda ni kuwa na uwezo wa kulipa gharama. Kama watu wanalala masaa manane, wewe unalala masaa manne kama watu wanasoma wa, wa, wa kitabu kimoja kwa wiki, wao wanasoma vitabu vitatu. Kama watu wanaomba saa moja, wao wanaomba masaa matatu. Kama watu wanafanya jambo fulani, kuongeza uwezo wa kulipa gharama kuliko wengine ndiko ambako kutakuongezea upekee na kipimo kingine kipya cha kuwa wa tofauti kwenye eneo lako la uongozi. Hiyo usipoweza kuwekeza zaidi ya wengine, hautakuwa na jicho la kuyaona mambo zaidi ya wengine. Ukimwona mtu ni kiongozi mahali, ujue moja ya jambo analodaiwa ni kuwa mbele ya watu wengine kwenye kila jambo: kwenye eneo la muda, kwenye eneo la fedha, kwenye eneo la akili, kwenye eneo la usemi, kwenye eneo la uwezo wa kuyakabili mambo, basi unapaswa kuwa mbele ya watu wengine, na hapo na itakuwa mbele ya muda. Na ili uweze kuwa mbele ya watu wengine, lazima ujifunze kanuni ya kuwekeza. Kanuni ya kuwekeza, kanuni ya kuwekeza hazina yako ndani yako ndiyo itaamua una muda unavyoenda mbele uendelee kuwa na thamani au thamani yako ipungue. Kumbuka jinsi siku zinavyoendelea mbele, wale ambao ni viongozi, basi watakosa ladha ya kuendelea kutamanika, kusimama juu ya watu wengine, na hivyo wanapaswa kuja watu wengine ambao wameongeza uwezo kwa hazina iliyoko ndani yao, kwa maarifa, kwa nguvu kubwa ya rohoni na kwa kuendelea kukua katika uwezo wa kiakili, uwezo wa kufahamu, uwezo wa kuweza kuanza, uwezo wa kuyaona mambo, uwezo wa kuyasikia mambo na uwezo wa kuyatafasiri mambo. Haya mambo yakiweza kuwa kwenye maisha ya mtu, basi huyo atakuwa kiongozi wa kutofautishwa na wa kutamanika nyakati zote. Hii ni nguvu ya maana sana, ambayo haipaswi kuasekana kwenye maisha ya kiongozi.